Ona Neema, mmemwona Neema Kilanoza, mmemwona diwani wetu, diwani wenu? Jamani, nataka niseme sifa yake moja Neema, ukiwa sio mvumilivu utamchukia Neema. Kukiwa kuna tatizo la mtu wa Simbo, uwe na hakika atapiga simu kila baada ya dakika tano mpaka apate jawabu. Na anaweza akanipigia tatizo la mtu wa Kimwela, simu ikikatika, na niambia la mtu wa Simbo ikikatika, mtu wa Kasuku ikikatika, mtu wa Nyamoli ikikatika, mtu wa Machazo. Huyu ndio Neema kiamui, si sehemu moya. Nataka kusema ni diwani mzuri sana, tumpe kura. Ni mtu mwenye utu, naombeni tumuunge mkono. Asante Neema, omba kura.